Ebana, mambo vipi? E bana, e hii harusi ya Juma Jux pamoja na Priscilla. E bana, inamchanganya sana Bahati kutokea kule e nchini Kenya. Ni moja kati ya wasanii ambao pia wanaonekana wamekuwa wana vibe la kutosha, lakini pia kuwa na shauku kubwa zaidi kuhusiana na eh, harusi hii kwa sababu ya matukio ambayo wanakuwa wanayafanya. Imagine bana, saa saba za usiku aliweza kumwita bana, mtu wa kuweza kumnyoa eh, akawa anawaambia kabisa wa Kenya kwamba e, wa Kenya, pressure imekuwa ni kubwa sana kuhusiana na masuala mazima ya harusi ya Jux So, kweni wataratibu kweni e, wapore kwa namna moja ama nyingine, tunaona kabisa kwamba Bahati ni kwa namna gani ambavyo wameweza kuipania harusi hii ya Juma Jux pamoja na e, Priscilla e, haya ni matukio tu baadhi ambayo pia amekwisha kuyafanya akiwa hotelini, lakini pia kuna time tumeona, pia amezungoma enda nyumbani kwa Jux pale e, wanazugazuga pale nini kibao mazima ya, ku, ya kushave nini nywele unyamwezi unakuwa ni mwingi kichwani, kokoto nabidi litulie leo, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao pia watakuwa ni icon kwenye harusi yake ya leo. Kila mmoja atakuwa na angalia kwamba niko namna gani, vipi vitakuwa bana, vinaenda. Wasanii ni wengi lakini pia E, wageni kutokea nje ya nchi ya Tanzania, e, kutokea mataifa tofauti tofauti nikimaanisha Nigeria, Kenya, Uganda, e, mpaka China wengine wametoka huko kama ex wa, wa, wa, wa, wa, Misa Mobeto pia e, ni ndio ndio nifanya biashara mkubwa sana kutokea huko, lakini pia wameza kushiriki na kuweza kufika, lakini pia vibe pia limekuwa ni kubwa sana, e, uwanja wa ndege ambapo mama mkwe au mama mkwe wa Jux nikimaanisha mama yake na Priscilla akiwa anawapokea marafiki zake washikaji zake kutokea kule, Yaba na nchini Nigeria vibe limekuwa kwa kuonekana kwa kwamba katika harusi hii e, vitu vitakuwa poa kabisa, umevaa hivyo uite kama so, yani, akiona umependeza kabisa, unaweza kaingia hata bure kati ya sehemu ambazo pia, vibe hili harusi hii itatokea pale, watu watafurahi, watu, watu, watu a Ma champagne, manini, ebana, ebana, inabidi nioe, inabidi mimi nioe. And of course, pia mashabiki zetu lakini pia followers wetu pia tutaweza kuwakaribisha na nyie muweze kufika katika e bana, harusi yangu nitakuwa kwanza kabisa kupa updates pia, lakini pia na more information kuhusiana na e, harusi nzima ya Jux. Tunakwambia tuko pamoja na hii harusi mwanzo mwisho, hatuwezi kuachana nayo kwa updates nyingi sana lakini pia taarifa za kutosha kuhusiana na hili, endelea kutufuatilia kama sasa hadi kwa sababu tutakuwa kwa kwanza kabisa kuweza kupa updates, na more information about it. So, take club for this. Ciao.